ambao utakuwa ukishuhudia kutoka hapa viwanja vya Posta Kijito Nyama, Dar es Salaam, pambano la raundi sita pekee na, si na ukiangalia namna ambavyo eh, bondia kutoka Malawi huyo ambaye amevaa bukta yake eh, nyekundu. Lakini bondia kutoka Tanzania, kutoka Mafia Boxing Promotion ni Tano Juma huyo ambaye bukta yake na rangi ya dhahabu pamoja na kama eh, rangi kama ya dhahabu inakuja kuja hivi, lakini vile vile na rangi nyeusi, lakini angalia kile ambacho kinaendelea, Leila macho. Uh, najua umezungumza yaliyo mengi kabla ha ya tukio lenyewe, lakini kwa sasa ni kuanza kuangalia kile ambacho kinatokea ndani ya ulingo. Raundi ya kwanza siku zote tunasema ni ya kutazamana na kusomana zaidi. Naam of course round ya kwanza ni ya kutazamana na kusomana zaidi uh, lakini pia uh, performance ya Tano mimi naifahamu kwa sababu nimeona ngumi zake au bauti zake kadhaa ambazo amecheza. Uh, round, na mara ya mwisho amecheza na mtu kutoka hapa hapa Tanzania. Alionyesha mchezo mzuri sana. Ilikuwa ni Mabibo nafikiri, alicheza mchezo mzuri sana lakini uh, e, alishinda nafikiri alishinda. Kwa hiyo kama leo atacheza ule mchezo alioonyesha siku ile au aliocheza siku ile, ana advantage kubwa ya kucheza, ya kushinda huu mchezo, kwa sababu ya aina ya mchezaji anayecheza naye, so far nilivyomuona namna ya uchezaji wake. Si hivyo tu, mabondia kutoka Malawi ni miongoni mwa mabondia ambao ni bora sana, ambao huwa hawakati tamaa e, wanapenda kulazimisha mambo, lakini hapa tunaona bondia kutoka Mafia Boxing e, huyo hapo Tano Juma akijaribu e, kupeleka combination kadhaa akitupa uh, jabi yake taratibu akiwa uh, namwangalia kwa umakini na kila mmoja akiangalia. Left left hand ilienda kwa upande wa Yamikambi Mtambo uh, taadhari inahitajika. Naona kama wanaenda bila ya kuogopana uh, naam, wanaenda bila ya kuogopana. Nafikiri kila mtu kashaona uzito wa panchi ya mwenzie, kwa hiyo sidhani kama wanakuwa na wasiwasi sana. Uh, lakini kuna namna fulani huyu bondia wa Malawi namuona anacheza ana le, ni, I mean left left hook hook yake yake ana, ana kama anailalia hivi. Kwa hiyo Tano awe nayo sana makini kwa sababu ikifika kwenye kidevu ile ngumi huwa ina madhara sana uh, Ah. Yeah, ni kama Tano Juma uh, referee anamwambia kwamba uh, subiri kwanza kwa kuna foul ambao ilikuwa imejitokeza eh, hasa hasa kwenye eneo ambalo ile punch eh, ya kwake Punch ambayo imeenda lakini bado akiendelea kutafuta combinations za kutosha uh, Tano Juma ameangalia kile ambacho kinaonekana. Kinaonekanaana uh, ngumi zake nimeona raundi ya kwanza amezipiga kwa wingi sana hizo left hooks. Left hook hapa hapa kati, kati combinations kutosha you, speed nzuri sana ambayo uh, Tano Juma amejaribu kuonesha Yamikambi Mtambo na anaendelea eh, na kama size ni kama hii raundi ya pili ni kama Yamikambi Mtambo Yamikambi Mtambo anajaribu kumtafuta, angalia, bila kumuogopa akiwa karibu, left hand ambayo imeenda, imeendaamkam lakini aliiona vizuri sana Tano Juma yeah. bado akiwa watafuta namna nzuri ya kila mmoja uh, kama ambavyo <laughs> kama ambavyo uh, nasema jina la uh, shughuli hii inavyoitwa mara zote ni knockout ya mama. Kwa hiyo, endapo pale ambapo unakuwa umeshinda knockout, unakuwa umeitendea haki knockout yako. Lakini vile vile hata ukishinda kawaida, pia ni ushindi, kwa sababu knockout huwa haziji mara zote. Ni ni kweli jambo kiendelea hapo, ni punches naenda, lakini vile vile kila mmoja moja kijaribu kutupia mwenzie. Sielewe namna gani ambavyo ya Yamikambi Mtambo Uh, ukwepaji wake unani unanishtua kidogo. Ni kama anakwepa huku anaacha kisogo yani, hiyo inakuaga ina tafsiri mbili, hujapata sparring za kutosha au inakuwa umesha umeshahofia panchi za mpinzani wako yani, ile panchi yake unahofia, kushazihofia. Yani, kuna panchi ambayo ushaihofia ikifika, mimi kwangu inakuwa ina madhara na ndio inaomfanya mpaka huyu jamaa Yamikambi anap, anapata, anapata mteru kwa namna fulani. Yamikambi rate yake ni kama, na ndio silaha yake kubwa ambayo anaitafuta, lakini ni kitu ambacho Tano Juma hataki kabisa kuruhusu. Na ukiangalia uh, right, Yamikambi amekuwa akijaribu kuitumia kwenye uh, ile law hapa kati vile, vile ukimwangalia namna ambavyo amekuwa akitumia kama jab lakini bado ni kama ndio kitu pekee ambacho mpaka sasa anakitegemea zaidi, na inabidi Tano Juma aweze tunasema ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuilinda zaidi. Lazima ujue mpinzani wako power yake iko wapi. Oh, of course ni lazima ujue power ya mpinzani wako iko wapi, ili, ili mradi wewe unapokuwa unaingia unakuwa unaingia na tahadhari kubwa sana. Uh, so far, namuona tano anajitahidi anacheza vizuri, lakini pia amemudu kiasi fulani mpinzani wake, kwa sababu naona huyu mpinzani wake ameshaingia wasiwasi kwa kiasi fulani, yani kule kujiamini kunapotea, kunabaki kule kama hivyo. Naona anavyofanya nakuwa anaonyesha zile mbwembwe fulani tu, kukuofisha kuku au kukunyongonyesha, lakini kwa namna fulani anaonekana Tano ameshamudu mpinzani wake. Haya, ndio kwanza raundi ya pili kati ya raundi sita, mabondia wawili, bondia mtanzania kutoka mafia uh, promotion uh, dhidi ya bondia kutoka Malawi, huyo mwenye ambaye sahizi anajaribu kumpelekea panchi za kutosha, huyo mwenye buksa yake ambao ni inaweusi pembeni, huyo ni mtanzania Tano Juma. Uh, lakini huyu mwenye yake naa vikam wamba nibondia nambari tisa kwa ubora eh, kwa viwango vya dunia. Nipo naye hapa tukizungumza kwa kiwango kikubwa zaidi na kuhusiana pambano lile. Angalia kile ambacho kimetokea leo kwenye raundi hii ya pili, kitu gani ambacho, pengine kipi umekiona kutoka kwenye raundi ya kwanza? Uh, kitu ambacho naweza nika kizungumza kwa raundi iliyopita ni kwamba makini na na hiyo right hook yake mm, Tano. Lakini pia Tano awe makini sana na mpinzani wake kwa sababu yeah, mpinzani wake anakuwa ni muoga, kwa mwonekano ni muoga, lakini pia unaona kama hivyo, anakuwa anamtisha kiake, anamtisha kwa jabu-jabu, lakini pia anakuwa anaingia na ngumi za kushtukiza. Kwa hiyo Tano asipokuwa makini, kuna uwezekano, wanasema mtu akaokota dodo jangwani ha. Tuone nami pia naona hilo kwamba yoyote yule ambaye akiruhusu upawa ya mwenzie mjaribu kwenye maeneo yake iwe ni eneo eh, la taya ambayo ni eneo la mbavu inaweza ikawa na athari e, kubwa sana lakini uh, e, twende eh, tuendelee kuona ni nani hasa ambaye atafanya vema kwenye pambano hili. Angalia bondia Yamikambi Mtambo kijaribu kutanguliza e, bega lake, lakini vile vile akiendelea kuangalia eh, ukiangalia pia gadi yake inakuwa chini muda mwingi, ni kama anamtamanisha hivi Tano Juma kwamba aende e, lakini amekuwa ni mjanja e, kwenye kuona au kutazama. Eh, kitu gani ambacho kifanya Tano Juma eh, kwa huyu Yamikambi Mtambo? Hiyo hapo nikwambia, right yake ndo punch Sosila, ambayo anaitegemea au silaha kubwa ambayo anaitegemea, lakini ana faida pia ya urefu wa mikono yake ambayo anaweza ya akamweka mbali zaidi eh, Tano Juma. Lakini hauoni hiyo ni kama wote wanatamani kuwa karibu zaidi eh, kwa ajili ya kubadilishana hizo punch. Yule ambaye atakuwa mvumilivu, basi mambo yatakaa sawa sawasawa. Naam, of course ya, imekuwa, imekuwa, uh, imekuwa, yani, kwa huyu mpinzani wa Tano imekuwa imempa advantage kubwa sana kutokana na, u, na urefu wa mikono yake, lakini pia mimi naweza nikasema haisaidii urefu wa mikono kama unakuwa hautumii, kwa sababu Tano amekuwa ame, anacheza sana ndani, amekuwa anacheza sana karibu, lakini pia uh, inampa ina, ina, ina yani, ule uchezaji wake wa kucheza ndani unampa wakati mgumu sana mpinzani wake kuweza kucheza kwa nafasi naam. Kwa hiyo uh, inabidi huyu mpinzani aweke distance yani, acheze mbali, asimpe nafasi tano ya kucheza karibu, lakini kwa hichi anachokifanya tano sasa hivi cha kurudi nyuma anaweza kumpa nafasi kubwa sana mpinzani wake ya kucheza, kwa sababu mwenzie anap, yani, anacheza, anapenda kucheza mbali, anapenda acheze mbali ili aweze kutumia urefu au advantage ya mikono yake uh, kwa hiyo yeye inabidi acheze ndani kusudi kuweza kuokoa au kuweza kunusuru makali ya ngumi za huyu mpinzani wake zina, kama hivi anavyofanya anakuwa anamshambulia muda wote, kwa hiyo inabidi acheze ndani kama alivyokuwa anacheza mwanzo kwenye raundi ya kwanza na ya pili kusudi aweze kupunguza makali na spidi ya ngumi za mpinzani wake sasa huyu huyu mpinzani ambacho mimi nasema hajakigundua no. Labda kwa huyu mpinzani amini, kwa tano Tano tayari anaonekana kama upepo umeshakuwa hafifu. Kwa hiyo uchezaji wa ndani tena hauwezi, anakuwa anacheza kwa kurudi nyuma kwao, kama mpinzani atagundua hilo swala, nitampa wakati mgumu sana. Uh, Tano aya, sawa ah, uh, tazama bado inaonekana kama alivyosema, na hapa ni um, raundi tu ambayo ndelea kusomesha. Hii ni bauti yetu namba moja, ambaye itaongozwa na Tano Juma. Yeye kutoka upande wa Red Corner anamkaribisha Yamikambi Mtambo kutoka Blue Corner. huyu anatokea kule nchini Malawi na hii ni super feather weight bauti yenye raundi nane. Kona, sasa tunaenda kwenye raundi hiyo hapo ambayo ni raundi ya nne, tutegemee hmm. kuna kitu gani, kwa sababu hizi dakika za kupumzika huwa zinasaidia kitu chochote, kwa sababu tulimuona hapa Yamikambi Mtambo ni kama pumzi kama ilikuwa inaanza kukata hivi. Of course kwenye raundi za kupumzika huwa inasaidia zaidi Mi nafikiri Tano angecheza mchezo wake aliokuwa anacheza kwenye raundi ya kwanza na ya pili, wa kucheza ndani, ingekuwa inasaidia sana kwa sababu ya uh, huyu mpinzani wake anapen, ni, yani ni mchezaji ambaye anapenda kupata space ili acheze vizuri. Yani urefu wa mikono yake unahitaji apate distance ili aweze kutumia mikono yake vizuri. Kwa hiyo inabidi Tano acheze ndani muda wote, lakini kama atarudi nyuma anampa advantage kubwa sana ya kucheza kwa kujiachia huyu mpinzani wake, kutokana na, na hiyo, uh, I mean, uh, adiv yani, kwanza ni mrefu kiasi kiasi, kamzidi urefu tano. Kwa hiyo tano inabidi acheze sana ndani, yaani hicho ndio kitu muhimu ambacho inabidi akifanye tano. Tano Juma akiendelea kusalia kwenye mchezo wake ule ule, umuone kama anakuwa ni muoga, anaendelea kuangalia kitu gani hasa cha kufanya. Lakini je ataweza kumudu kwa raundi zote? Ni swala la kusubiri na kuona. Una e, kwa hiyo ambao unaongana sisi ni kuambia kwanza, shughuli ndio inaanza, kwa sababu siku leo e, Oktoba kumi ni siku ambayo tutashuhudia mapambano mengi, tutashuhudia mabondia kutoka Tanzania na mabondia kutoka nje mpaka Tanzania. E, wote watapanda kwenye ulingo huu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawasawa, lakini kwa sasa ni bondia Tano Juma, bondia Mtanzania dhidi ya Yamikambi Mtambo, wabondia kutoka kule Malawi na vitu vinaita. Unasikia kabisa kwa sisi ambao tuko karibu hapa, e, unasikia mito ya punch. Kama hivyo ilikuwa ni lafti nzuri sana ambayo ilikuwa ni counter kama hiyo Ujaribu tena uh. Tano Juma hawaendi mbali, kila mmoja akiwa anajaribu kumkaribia mwenzie na Tano Juma, wewe umeoni kama akiweka guard, akiamini pia overhand yake ile ikaisha njiani, lakini amekaa kwenye kona ni kama anataka kutoka. Uh, na Yamikambi Mtambo anamlazimisha Tano Juma akae kwenye engo au kwenye kona zile, ili akose nafasi ya kutembea, kwa sababu kutembea kuna faida nzuri sana kwenye mchezo wa boxing. Na na na, uh, naona ni moja kati ya kitu macho, kazi, ya kitu ambacho Tano Juma anataka akifanya kazi asiende sana pembeni. Na kwa uh, bondia wengine huwa wanaamua huwa wanaamua kuweka mchezo katikati kupeleka mchezo pembeni na, au kuwa katika maeneo yote ya ulingo. Kwa hiyo ni vile ambavyo wanaamua. Maeneo ene, gani hasa huwa ni bora bora umweke mpinzani katikati ama nafikiri eneo bora sisi kwa mabondia kucheza ni eneo la kati, kwa sababu unakuwa una uwezo wa kuslidi ukageuka, una uwezo wa waku, waku, kurudi nyuma ukafendi. Lakini ukishakuwa kwenye kamba, yani japokuwa ya kuna tofauti ya bondia, yani kuna bondia anapenda kucheza kwenye kamba, kama mfano Ibrahim Klas. Tano Juma alijaribu kupeleka na. punch kadhaa ikiwa right ni pamoja na left ambao walikuwa ni kama wanamkosesha amani Yamikambi Mtambo kama hivyo n naam. Na Tano Juma anatakiwa afanye kitu gani ili pengine kuweza kuungamua kitu cha namna hiyo au kuna yake atakiwa mwambie nini sasa hizi? Yaani kuna namna fulani mimi naona Tano ame ame ame, ame, ame lose hope. Yani, kuna namna fulani ameluzo. Kwa hiyo ina maana uh, kitu ambacho inabidi akifanye Tano kwa huyu mchezaji anaocheza naye inabidi azingatie sana gadi, kwa sababu kuna ngumi kadhaa zimemkuta, kuna ref uki kama kadhaa zimemkuta na wakati zimefika kwenye kwenye target, zile zina, kuna namna fulani zinakunyongonyesha. Kwa hiyo asionyeshe yale uh, yale maumivu alioyapata, yani alioyapata pale akayasikilizia, kwa sababu ana advantage kubwa ya kumpiga mpinzani wake, kuna vitu vingi amemzidi. Haya, ikiwa ni raund ya tano sasa totuangalia kitu gani ambacho anafanya, mabondia wote right hand ama ni left. Kila moja akijaribu kutafuta kitu gani cha kufanya. Angalia ambavyo tano Juma na jaribu kutengeneza engo za miguu yake Tano Juma kutoka kwenye eneo uh, la pembeni ya malo ya Yamikambi Mtambo amekuwa akilazimisha ya Yamikambi akimsogelea, ya na ukiona ni kama mikono yake au ya ile pawa yake hauioni sana, kwa sababu kuna namna ambavyo tano Juma amekuwa akiruhusu pia ya Yamikambi amfikie. Yes, lakini bado hauoni kutikisika hiyo. Hapo kaunta nzuri sana ambayo ameitumia tano Juma kwa left hand yake hiyo hapo na nafikiri moja kati ya double jab and left. Hiyo na, nafikiri kama jambo lilikubali hapa, inawezekana kabisa ya mikame mitano anaweza kumbana kitu hatari sana, kwa sababu unaona kwenye eneo lake la uso ni kama analiacha bila ya gadi, na pale ambapo anakwenda shambulia kama hivyo ni rahisi sana pengine kama Tano Juma aka react inaweza ikawa ni kwenye wakati mzuri kama hivyo, akapandisha mikono na yeye yani, yani kwa wote, mimi nafikiri kwa wote imekuwa wanashusha sana gadi na wote wanapenda sana kupiga cross, kwa hiyo zile ngumi ni hatari sana kama unakuwa unashusha gadi, unakuwa kidevu kiko wazi, na kwa yani kuna, kuna hatari kubwa sana ya kukutana na ngumi ya kidevu, wewe ukashuka, kwa hiyo ambacho inabidi uh, akifanye tano kwanza, asishushe defense yake, kwa sababu mpinzani wake anapiga sana hizi cross, ndo ngumi zake yani, ndo ngumi zake, nasema uh anazozitegemea yani cross hapa kati. Kwa hiyo inabidi tano anavyopiga asiende open sana, kwa sababu anakutana na hizo left hook mara nyingi, lakini pia kwa mpinzani wake uh, huyu jamaa I mean, Mtambo pia an, an, an, ana udhaifu kwenye upande wa defense na yeye ha, ha, hana defense. Kwa hiyo tano inabidi uh, afanyie yani atu, atumie hiyo opportunity ili kuweza kupata matokeo kwa sababu akicheza ndani yani, asipompa distance akacheza ndani na hizo cross anazopiga zikafika kwenye kidevu, huenda akabahatika kupata knockout. Haya, acha tuone round ya tano hii ikiwa sekunde zenyewe zimesalia chache kukamilika, e, kati ya Tano Juma dhidi ya Yamikambi Mtambo. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho umepitia kwenye amacha moja kati ya kitu kikubwa ambacho unaelekezwa ni pamoja na target. Sa, ukiangalia hata ukiangalia kwa upande wa Tano Juma ukiangalia kwenye eneo la body punch, ukiangalia punch ambazo ana land kwenye eneo la uso, bado haupati ile target ambayo inahitajika zaidi. Unafikiri tatizo kubwa linakuwa ni nini? Uh, abo, yaani nikianza na Mtambo inabidi uh... Yaani aongeze umakini. Aongeze umakini kwa sababu kwa namna fulani yeye anaonekana ni mnyumbufu kuliko mwenzake. Kwa hiyo inabidi aongeze umakini katika raundi hii ya mwisho aongeze wepesi. Aa, lakini pia yaani wanasema mtizame machoni mpinzani wako. Kimtizama machoni unaona namna anavyokuja unaona ngumi yake inaitoa vipi. Kwa hiyo uh, nafikiri kinacho kinachofanya mpaka wote wanakuwa yani, yani ule uwepesi wa wa ngumi unakuwa hamna. Eh, unyumbufu kwa namna fulani hamna. Haizo zile round ambayo anakuwa ya mwisho anasema kwamba ni round za mabingwa. Je, atafanya kitu gani hasa? Uh, kona yake amemueleza nini, amefikia hatua gani gani na anapaswa kufanya kitu gani hasa cha kumpeleka mbele na kuwashawishi judges uh, na baadaye pengine kutangazwa uh, kwa mbingwa kati ya Tano Juma dhidi ya Yamikambi Mtambo uh, pambano kutoka Tanzania pamoja na Malawi, na yote unayoshuhudia kutokea hapa viwanja vya Kijito Nyama uh, hapa Dar es Salaam uh, Knockout ya Mama season 6 kupitia Azam TV bila shaka, unaendelea kuburudika zaidi, na hii ni raundi ya sita na ya mwisho mapambano ya mwanzo tu. Yani, nimekuambia kwamba leo tuna shughuli pevu, mikanda kadha wa kadha, mkanda wa PSDA, mkanda wa WBO, wote hapa utaishuhudia, lakini UBO pia, yote utawaniwa mikanda hiyo, lakini utamwona pia bingwa wa WBC Ibrahim Mafia naye akionyesha makali yake hapa Haya, lakini kwa leo itakuwa si kwenye ule mkanda wake. Nataka kuonyesha tu kwamba Watanzania ni kwa, ni, kwa namna gani yeye, yeah, anaitwa mafia, Ibrahim Mafia akibeba jina lile la Mafia. Yeye mwenyewe ndio mafia mwenyewe zamani, kwa bwana wewe, ah, <laughs> yani yani, wewe bwana, ni mtu mmoja ambaye mambo yako ya kwami, unayalazimisha yani, yes, wezekana, yawezekani, yeah, haya, hapo ikiwa ni majibizano hapo na pale kwenye punch body punch kadhaa, lakini vilevile jaribu vile, uh, kwenda hizo rad wow! Nzuri sana ambayo imeenda, anajaribu kutokea chini kupanda juu kwa upande wa Tano Juma ah. Yamikambi Mtambo ni moja kati ya bondia ambaye pia kama kuna wakati anamtegea Tano Juma aanze afu yeye anareact. Naam, anakuwa anamtegea, wanasema kuna, ma, kuna aina ya mabondia ambao wanasubiri upige na yeye ndo apige mm. Kwa hiyo ile pale inakuwa kama haupo makini, yani unavyokuwa unatoa mkono wako ukiwa mzito kurudi ule mkono ana uwezo wa kupandikizia ngumi nyingine pale na ikafika yeye ikaleta madhara makubwa sana. Kwa hiyo inabidi mm. Kwa namna fulani ukipiga ngumi uwe mwepesi kurudisha mkono wako kwenye gadi kwa sababu kuna yani, kuna hiyo design ya mabondia anasubiri upige na yeye apige. Haya. Uh, tafuta tena boa nyingine lakini vilevile ukiangalia kwenye eneo la soni pia Yamikambi Mtambo anajaribu kuonesha makali yake na hapa ni kama tu sekunde zimesalia, yeah. Round zote sita zimekamilika kati ya Tano Juma dhidi ya Yamikambi Mtambo. Majibu yote ninayo kwenye karatasi yangu na matokeo ni kama ifuatavyo. Jaji namba moja ambaye yeye Andrew Mutabas ametoa 58 kwa 56, wa pili ametoa 58 kwa 56, ambaye huyu ni Robert Kasiga na wa mwisho ndiye Woyam Bise yeye ametoa 60 kwa 54. Na kwa mantiki hii mshindi wetu kwenye bauti hii ya kwanza kabisa jioni ya leo si mwingine ni kutokea Red Corner Tano Juma. Tano Juma, Tano Juma ameandika historia yake akiwa mshindi kwenye pambano hili la Knockout ya Mama season 6, akiwa anafurahia furahia, akipewa tano, akiwa na amani tele kwamba mazoezi ambayo nilifanya sasa yamelipa.